Na tukiendelea mbele na video kiyetu ni kwamba mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amekosoa ongezeko la vurugu na vitisho vilivyoshuhudiwa katika chaguzi ndogo za hivi karibuni. Akizungumza katika mji wa Kiharu, Nyoro alisema ameshiriki katika chaguzi ndogo kadhaa hapo awali, lakini hajawahi kuona viwango a, kama hivyo vya nguvu na matumizi mabaya ya pesa na ushiriki wa polisi nam. Aliwataka viongozi kuheshimu uhuru wa raia na kuepuka kuchochea vurugu za siasa. Mimi nimeshiriki katika by elections in my first term. Pare kiaba mpaka nikaregesha himusipi yangu mara bili kwa sababu ya kukodea huko nikivanya campaign and therefore nimeparticipate katika by elections kure rorie nyadarwa last, uh, term. But it is the first time that is it is happening in Kenya. Ya kwamba wakati kuna by elections tunaona bullets zikikuwa short. It is the first time. It is also the first time we are seeing the kind of level of intimidation na kutumia fedha za umma na katika level tunaona saa hii hatujawahi ona tena. We want to request all the leaders, political leaders, there is no leader who was born ati kazi yake tu ni kusupport mwingine. Every leader na every person ako na nafasi ya mawazo na ako na freedom of association Tupeleke chini hii mambo ya temperature ya juu sana, especially serikali ikitumia nguvu ya askari kwa mambo ya uchaguzi. Na mtazamaji, na baada ya kauli hiyo ya Ndindi Nyoro, tunachukua mapumziko mafupi, tarudi na mengi baada ya muda usiokuwa mrefu.